A Jumamosi jioni. Ni Kristo njia, kweli na uzima. Kristo njia, kweli na uzima. Mwanzoni mwa huduma yake Yesu Kristo anatokea mtu anasema, itengenezeni njia ya Bwana yanyosheni mapito yake yule kumbe anaitwa nani Yohana eh? mbatizaji baadaye anasimama anasema tazama mwana kondoo wa mungu aichukuae dhambi ya ulimwengu na mi sistahili hata kwenda kulegeza vidamu za viatu vyake huyo huyo anayeshuhudia haya ni huyu huyu tena akiwa amefungwa gerezani, anatuma wanafunzi wake, nendeni mkamuulize haya tunayoyasikia, je, ni yeye ama tumtarajie mwingine? Ni yeye ama tumtarajie mwingine? Na Yesu Kristo anampelekea ujumbe Yohana Mbatizaji, kamwambieni haya mnayoyasikia, injili inahubiriwa, mpofu anaona, wetu anatembea. Hayo yashuhudie kwamba huyu ndiye. Yohana ananyamaza na hatimaye anakatwa kichwa. Katika Injili leo anatuambia msifadhaike mioyoni mwenu, mnamwamini Mungu niaminini na mimi. Yohana ambaye alisema itengenezeni njia ya Bwana yanyosheni mapito yake, na ambaye baadaye anasema huyu ndiye mwanakondoo wa Mungu, baadaye anajaa mashaka: ni yeye ama tumtarajie mwingine ni yeye ama tumtarajie mwingine. Na katika majibizano leo hata wanafunzi wake ambao miongoni mwao wawili walikuwa wanafunzi wa Yohana Mbatizaji, Andrea pamoja na Filipo, nao wanakuja na maswali yale yale. Tomaso aya ya 5, Injili kama alivyoandika Yohana sura ya kumi na nne aya ya 5. Tomaso akamwambia, Bwana, sisi hatujui wendako, wewe unatuambia unaenda, unaenda wapi? Sisi hatujui wendako, nasi sasa tutaijuaje hiyo njia? Kama hata uendako tu hatujui, hiyo njia tutaijuaje? Yesu akamwambia, mimi ndimi njia, kweli na uzima. Mtu haji kwa Baba ila kwa njia ya mimi. Kama mngalinijua mimi mngalimjua na baba tangu sasa mnamjua tena mmemuona. Filipo anaibuka tena anamwambia, Bwana, tuonyeshe baba, yatosha. Yesu akamwambia, mimi nimekuwepo pamoja nanyi siku hizi zote, wewe usinijue Filipo? Aliyeniona mimi amemwona baba, basi wewe wasemaje utuonyeshe baba usadiki ya kwamba mimi ni ndani ya baba na baba yu ndani yangu. Bwana Yesu Kristo asifiwe, amen. Majibizano haya yanaonyesha wazi ya kwamba wasiwasi, mashaka sio dhambi. Wasiwasi, mashaka sio dhambi. Bwana Yesu Kristo asifiwe, amina. Wasiwasi umewekwa ili upate kutafuta hakika, mashaka yamewekwa ili upate kuitafuta hakika. Leo nikikuuliza, baba yako ni nani, utataja jina la baba aliyekuzaa kwa haraka tu, si ndivyo? Ndivyo sivyo? Ndivyo. Kwa hiyo kuna wasiwasi, kuna mashaka, lakini kwa ukweli anayejua baba yako ni nani? Na Mungu, si ndio? Sasa kwa nini usimuulize ili kuondoa wasiwasi na mashaka? Bwana Yesu asifiwe, amen. <laughs> Kwa kuwa Mungu anajua baba yako ni nani na mama yako ni nani. Yesu hapa anatuambia aliyeniona mimi amemwona baba. Sasa swali linakuja, je, watu wakikutazama, wanakumwona huyo baba unayemwita ni baba yako? Je, watu wakikutazama, wanawaona wazazi wako ndani yako? Haya, tuache huko. We mwenyewe watoto wako wakijitazama wanakuona? Au wanaona mtu mwingine? Wanakuona? Pengine tuache huko. Petro kwa namna alivyokuwa ameambatana na Yesu Kristo, hata usemi wake na hata kutembea kwake, kuna kufanana na yeye. Na kwa wepesi mwishoni, anapogundua kwamba amemkana, anarudi kwa haraka na kulia. Wewe katika kutembea kwako kwa fanana na baba yako, kwa fanana na mama yako. Watu unapotembea wanasema kwa kweli, hapa tunamwona fulani. Ndivyo wanavyoshuhudia tabia zako, za fanana na baba yako, za fanana na wazazi wako, kama sempombe nawe sempombe na Yesu atusaidie sana nezekana, kwa inawezekana tumebambikiziwa kwamba mimi baba yangu ni mzee Mndolwa, lakini anayejua hivyo kawie na Mungu. Sasa wanaotazama wanamuona mzee Mndolwa ndani yangu, katika kusema kwangu na katika kutembea katika maisha yangu wanaona, au jina limepotea? Hiyo sasa ikulete katika imani. Ikiwa wewe unajiita ni Mkristo, wasio wa Kristo wanapokutazama wanamuona Kristo katika kusema kwako, katika kutembea kwako, katika matendo yako, wanamwona huyo unayemkili, au umebambikiziwa jina kwamba wewe ni Mkristo, lakini kwa kweli kwa ndani wewe siye Maana maneno yako havifanani, matendo yako havifanani. Kwa hiyo umejipa jina la baba, anaitwa baba, lakini ukweli sio baba yako. Katika injili kama alivyoandika Mathayo sura ya sita tunasoma maneno haya, angalieni msifanye wema wenu machoni pa watu kusudi mtazamwe na wao. Je, ninapoimba na kucheza hapa nataka nani anione? Nataka nani anione? Je, ninapotoa sadaka nataka nani aone kwamba nimetoa sana, nimetoa kidogo? Je, ninapokuja kusali nataka nani aone kwamba nimehudhuria ibada nataka nani aone? Je, napokwenda kushiriki misiba nataka tu wenye msiba waone nipo au Mungu anataka aone kwamba nashiriki nashiriki huzuni ya walio na huzuni? Je, napokwenda kwenye harusi nataka tu huyu naye nikiwa na harusi yangu anichangia, au nakwenda kwa sababu napaswa, Kristo aone kwamba mimi ni sehemu ya familia hiyo, mimi ni sehemu ya watu hapa. Msifanye wema wenu ili mpate kutazama na wewe kwa maana, mkifanya kama hivyo hampati thawabu kwa baba yenu aliye mbinguni. Twafanana naye au tumeigaiga? Leo nasikia kuna walioko huko Tanga, pengine imechukua siku nzima, unakwenda huko halafu bado utaingia uwanjani dakika mia na ishirini, halafu urudi tena, bidii hiyo kama ndio bidii ambayo tungeiwekeza kwa Mungu, dunia hii ingebadilika. Dunia hii ingebadilika, pengine hata magereza yangekuwa na watu wachache sana. Lakini tuache hayo ya mpira. Siku hizi kila mmoja wetu ana simu. Right, kama nguvu tunazowekeza kwenye kutazama simu na messages ndio nguvu tungepeleka katika kusoma neno la Mungu na kutafakari, dunia hii ingebadilika. Kwa hiyo ukiniuliza leo, mi nitakujibu tu, tumehama. Tumehama, na sio wewe tu, pengine na mimi tumehama tumehama na kuhamishwa kidogo kidogo, bila kujitambua wenyewe, na hii ni niwakibonde wanaita psychological time. Tumehamishwa kama wenzetu walivyopelekwa Babeli na wengine walivyopelekwa Samaria wakachanganyika. Tumehama Swahili kizuri cha Unguja wanaita mhamo wa ruwaza. Tumeondolewa kutoka kwenye proper concentration, mahali ambapo tungeweka mawazo na nguvu sasa tumehamisha na kupeleka mahali pengine. Ukikuta watu walioko kwenye viduka vya betting, unajiuliza hivi hawa watu hizi hela wanatoa wapi? Alafu huko sadaka hukusadaa wanazotoa Unajiuliza hivi, mpira umegeuka kwa Mungu, simu zimegeuka kwa Mungu. Kwa maana mwingine tumetengeneza vimungu vingine ambavyo hivyo tunaviabudu na kuvitukuza kuliko yule aliyevifanya viwepo. Sasa tukisema, hebu tuendeni jamani, tubusu msalaba, nasema tunaabudu sanamu, lakini unasahau na kasanamu fulani na unakaabudu sana, lakini ukaone ongeza mwenyewe mengine aliyobaki. Kwa jina la Baba na Mama.